Mc ni mwanaume wa miaka 63. Katika ujana wake alipata mpenzi wa kweli, msichana ambaye walipendana sana. Walikaa uchumba kwa miaka mitatu wakijenga ndoto zao pamoja huku wakikusanya furaha kidogo kidogo kama alama ya maisha. Hatimaye waliamua kufunga ndoa, na kila siku ya ndoa yao ilikuwa ya furaha yenye kicheko na mapenzi asio na kikomo. Mke wake akapata ujauzito na furaha yao ilizidi kuongezeka. Ghafla dunia ya James iligeuka wakati mke wake anajifungua. Bahati ilikuwa mikononi mwao, mke wake alifariki, akaacha mtoto mchanga wa kike. Moyo wa James ulipasuka vipande vipande, lakini akasema, sitakata tamaa, mtoto huyu ndiye zawadi kutoka kwa mwanamke niliyempenda sana. Hivyo akamwita mtoto wake Lerata jina lenye maana ya mwangaza wa furaha, kwa imani kuwa ataangaza giza lililoingia katika maisha yake. James hakuwahi kufikiri kuoa tena. Wengi walimshauri James, oa tena upate msaidizi wa kulea mtoto, lakini iye alisema, sitamleta mama mwingine amtese mtoto wa Mariamu, nitamlea mwenyewe kwa msaada wa mama yangu. Hivyo alishirikiana na mama yake mzazi kumlea Lerata kwa upendo mkubwa, lakini Lerata alipofikisha umri wa miaka minne bibi yake naye aliaga dunia. Machozi ya James yakarudi tena, safari hii akiwa amebaki peke yake kabisa na mtoto mdogo mikononi mwake. Miaka ikasonga kwa shida na jasho, James akamlea Lirata. Alifanya kazi ya mikono huku akijishughulisha pia na biashara ndogo ndogo ili apate pesa kwa ajili ya kumlea Lirata, na wakati wote huo James hakuwa analalamika. Alisema, ili mradi Lerata wangu anapata chakula, mavazi na elimu, mimi nastahili yote haya. James alimlea Lerata akawa ni binti mwenye adabu, heshima na mwenye jitihada kubwa katika elimu. Lerata akamaliza masomo yake na akabahatika kupata ajira katika kampuni moja kubwa mjini, na hapo James akalia machozi ya furaha sana. Basi kijana mmoja anapenda kumuita Boaz akampenda Lerata na Lerata akamkubalia, wakaanzisha mahusiano ya uchumba, na Lerata akaona ni vyema kumtambulisha Boaz kwa baba yake, na alipompeleka James akampenda sana Boaz na akawabariki baraka zote waendelee na mchakato wa kufunga ndoa. Ndipo mchakato wa kufunga ndoa ukakamilika na wakaweza kufunga ndoa yao takatifu kanisani. Maisha ya ndoa kati ya Boaz na Lerata yalikuwa mazuri sana. Walifurahia ndoa yao na wakajaliwa na Mungu kupata watoto wawili wa kike. Ghafla balaa likamkuta Boaz. Boazi alipunguzwa kazini. Boazi alianza kutafuta kazi, lakini baada ya miaka miwili ya kutafuta kazi bila mafanikio, ilibidi Lerata kuamua kuchukua mkopo mkubwa kazini kwake ili kumsaidia mume wake afanye biashara. Kweli hiyo biashara Boazi alianzisha na ikafanikiwa sana, na wakapata mafanikio makubwa kupitia biashara hiyo. Sasa siku moja, James alipokea simu kutoka kwa binti yake. Baba, tafadhali tuonane kesho jioni kwa jambo la muhimu sana, nataka nikushirikishe. Ndipo akakutana kwenye mgahawa mdogo mjini. Lerata alionekana kuwa amechoka sana, mwenye majonzi na macho yake, alionekana kwamba ni mtu ambaye ametoka kulia sana. Jemsi akajua hapa kuna jambo zito linalomtesa mtoto wake. Kwa kutetemeka na hofu akamuuliza binti yake, kuna tatizo gani? Lerata akasema, baba, mume wangu ana mwanamke mwingine na mwezi ujao anataka kwenda kutua mahari nyumbani kwao. James akashtuka sana, akamwambia Lerata, umetoa wapi maneno hayo ya uvumi? Kwa nini kuwasikiliza watu? Kwa nini kumwazia vim, mwenzako vibaya hivyo? kwani habari hii umeitoa wapi mwana? Lerata akasema, baba, ni yeye mwenyewe aliyeniambia aliandaa kikao cha familia akamleta yule mwanamke akawatambulisha. Cha kuniumiza zaidi huyo mwanamke ni Nora. Nora ilikuwa Nora... ni marafiki ambao waliweza pia kusoma pamoja chuo kikuu. Kama wasichana marafiki pia walikuwa wakishauriana na kusaidiana katika mambo tofauti tofauti katika usichana wao. Wakati Lerata anafunga ndoa, alikuwa karibu sana na Lerata, akimshauri akimsaidia mambo tofauti tofauti. James alinyamaza kwa muda mrefu akitazama macho ya binti yake. Baba, naomba unisaidie, sitaki talaka. Ndoa yangu bado naitamani, natamani pia watoto wangu wakuwe na baba yao. Naamini Mungu anaweza akanisaidia. Baba James akamwambia Lerata, mwanangu naomba unieleze vizuri taratibu niweze kuelewa. Boaz aliniambia nijiandae, kuna kikao cha muhimu sana sipaswi kukosa, kinafanyika nyumbani kwao na mimi ni lazima niwepo. Basi baba, nikajiandaa nikaondoka mimi na Boaz kwenda nyumbani kwao. Nilimkuta Nora ameketi sitting room akiwa pamoja na ndugu zake Boaz. Nilishangaa sana kumkuta Nora pale. Niliwasalimia wote, na baada ya muda mfupi kikao kilianza baba moyo wangu unauma sana baba yangu, sikuweza kuamini kabisa, niliona ni ndoto tu, nilia sana mume wangu Boazi alimtambulisha rasmi Nora kama mke wake mtarajiwa, na akawaambia ndugu zake kwamba anatarajia kwenda kulipa mahari nyumbani kwa kina Nora mwezi ujao. Baba, iliniumiza sana, nilishindwa kuamini, nilihisi kwamba hiki kitu ni ndoto, si kweli. Na yule mtoto aliyejifungua Nora kumbe ni wa mume wangu Boaz. Nimeumia sana baba, ni jambo la ghafla mno. Nilimwangalia Nora, ni wewe Nora? kweli ni wewe? Niliona kama vile pengine ni utani, niliona kama vile haiwezekani. Mume wangu Boaz alimtambulisha rasmi Nora kama mke wake mtarajiwa na akawambia ndugu zake kwamba anatarajia kwenda kulipa mahari nyumbani kwa kina noro mwezi ujao. Baba, iliniumiza sana, niliuliza mara mbili mbili, nikamwambia Boaz, kweli unamaanisha nini? Mbona sielewi? Mbona jambo hili limekuwa ghafla mno? Ni kitu gani kinachoendelea? Boaz alizidi kusisitiza kwamba hicho nilichokisikia ndivyo kilivyo. James alifikiri sana kwa kina na hakuweza kuamini jambo hilo maana Boaz alikuwa ni kijana mtulivu anayempenda na kumuheshimu sana mke wake. Ndipo James akaamua kumpigia simu Boaz na kumwomba wakutane ili waweze kuzungumza. Boaz akamwambia, kama ni kuhusu kuoa, nimeshamaliza, uamuzi wangu ndio huo, labda kama kuna jambo lingine la kuzungumza. James akamwambia msamaha, binti wake kwa Boaz, endapo kama kuna jambo lolote ambalo binti yake amemkosea. James akasema, hajai kunikosea chochote, ni maamuzi yangu tu na, na ni lazima yaheshimiwe. <coughs> James aliumia sana, alisema huu ni usaliti mkubwa. Akamwambia binti yake arudi nyumbani, akaangalia watoto wake, halafu na yeye ataumiza kichwa ni kitu gani cha kufanya. <coughs> Boazi hakupata usingizi usiku huo, aliumia na akatafakari kwa kina jinsi binti yake anavyoumia. Alipoamka asubuhi, aliamua kumpigia binti yake simu kujua anavyoendelea, lakini kwa bahati mbaya simu yake ikawa haipatikani, na ndipo akaamua kumtafuta Boazi ili aweze kumpata binti yake. Boazi akamwambia ya simu ya Lerata ninayo, nimeichukua maana ndio inayomfanya asitulie nyumbani. Boazi akamkataza Lerata kutoka nyumbani kwenda kazini, sokoni au kuonana na mtu mwingine yeyote. Akamshawishi kuandika barua ya kuacha kazi, akimhakikishia akifanya hivyo ataamini kuwa anampenda na anamheshimu, na, na hivyo hatamchukua tena Nora na kuishi naye kama mke. Kwa sababu Lerata hakuwa na utulivu hakuweza kufikiri kwa kina, kwa hiyo akafanya maamuzi ya kuandika barua hiyo kama alivyotaka Boazi. Jems alienda nyumbani kwa Boazi kumtazama binti yake, lakini alikatazwa kumwona. Alimtafuta Boaz ofisini kwake, akamwomba amruhusu kumwona binti yake, kuongea naye, kujua hali yake. Boazi alimfukuza na kumwambia amwache, yule ni mke wake. Boazi akamleta Nora nyumbani na kusema "Sasa ninaweza kuishi na Nora." Lerata alilia sana, hakuweza kuamini. Alimuuliza Nora, ni kitu gani nimeweza kukosea? Mbona sijakufanyia baya lolote? Boazi akamwambia Lerata kama unaweza kuishi kwa adabu na heshima yeye yupo tayari, lakini kama hutaweza basi ondoka. Pia nipo tayari kukulipia kodi ukakaa na watoto wako. Baada ya mvutano mkubwa Lerata akaamua yeye aondoke. Boazi akamwahidi Lerata kwamba atamsaidia habari ya ada na chakula kwa ajili ya watoto. Lakini cha kushangaza, muda ulizidi kwenda, Boazi akawa yuko busy na familia mpya, hakujali tena kwa habari ya mke wake na watoto. Jukumu lote likabaki kwa Lerata. Ilimlazimu Lerata kuumiza kichwa jinsi gani ya kuweza kulipa hiyo kodi na watoto kuendelea na masomo yao, lakini mambo yalivyozidi kuwa magumu, akabidi kufanya maamuzi magumu: kurudi nyumbani kwa baba yake. Na sasa Lerata anaishi kama mwanamke asiyekuwa na mume wala kazi wala chochote cha kumwingizia kipato. Inawezekana wewe ni mwanamke au mwanaume na unapitia changamoto na maumivu makali kama anayopitia Lerata na baba yake. Lakini hebu niiseme na wewe kama rafiki wa nafsi yako, jua wewe unaishi na mwanadamu, na mwanadamu ni kiumbe cha ajabu, mwenye moyo mwe unaweza kubadilika ndani kwa muda mfupi sana. Ni kiumbe ambaye hata Mungu mwenyewe alihuzunika kwa kumuumba, na ndio maana Mungu akaamua kuweka agano, kwa sababu haaminiki. Agano au mkataba lipo kwa sababu ya uwepo wa usaliti. Pasinga likuwepo na usaliti, pasinga alikuwepo na agano. Jua hata Mungu aliyemuumba mwanadamu naye alisalitiwa na mwanadamu huyo huyo. Ni hivi: kwa miaka mia nne Waisraeli waliishi utumani Misri, waliteswa wakapigwa, na kulazimishwa kufanya kazi ngumu za ujenzi. Wakamlilia Mungu wakimwomba awaokoe, na Mungu akasikia kilio chao, akamwambia Musa, nimeona mateso ya watu wangu walioko Misri, nami na nimesikia kilio chao sasa nenda kwa Farao ukawatoe watu wangu. Ndipo Musa akaenda Misri. Farao alikataa kabisa kuachia watu wa Mungu, ndipo Mungu akaanza kupigana kwa niaba ya watu wake kwa kupitia mapigo kumi. Pigo la maji yote ya mito, mabwawa na mifereji kuwa damu. Watu wakashindwa kunywa, samaki wakafa, harufu mbaya ikatawala nchi nzima. Pigo la vyura wakaenea kila mahali. Pigo la chawa, wakawa juu ya watu na wanyama, hakuna aliyepona, wote waliteseka. Pigo la nzi, wakajaa kila kona ya Misri. Harufu, makelele na uchafu vilijaa kila mahali. Pigo la wanyama, wote wa Misri wakafa, ng'ombe, kondoo, farasi, na uchumi wao ukatikisika. Pigo la majipu, makubwa yakatokea kwenye miili ya watu na wanyama maumivu yakawa makali mno. Pigo la mvua ya mawe, ikashuka kwa hasira, mimea ikaharibika, mifugo ikauawa, nchi ikatetemeka. Pigo la nzige, wakaja kwa wingi, wakala kila jani, hakukubaki kijani popote. Pigo la giza, nene likatawala kwa siku tatu, hakuna aliyethubutu kutoka nje, ilikuwa ni kimya cha kutisha. Pigo la mwisho, usiku wa huzuni ukafika Wazaliwa wa kwanza wa wanyama na wa binadamu wakafa. Kilio kikubwa kikasikika nchi nzima. Na baada ya pigo la mwisho Farao akaona waachie, waondoke. Lakini baadaye Farao akabadilisha mawazo yake, akaamua kuwafuata Waisraeli kwa jeshi kubwa. Waisraeli wakajikuta wapo katikati, mbele bahari, nyuma jeshi kubwa la Farao. Wakalia kwa hofu, lakini Musa akawaambia Msiogope, simameni tu, mtaona wokovu wa Bwana leo. Mungu akamwamuru Musa anyooshe fimbo yake juu ya bahari, na upepo mkali ukawafanya yale maji yagawanyike. Wa Israeli wakapita katikati kama vile wanatembea kwenye nchi kavu. Jeshi la Farao lilipowafuata wana wa Israeli, maji yalirudi sehemu yake, na wote wakaangamia kwenye maji. Baada ya hapo Mungu hakuwaacha wa watu wake. Mchana aliwatangulia kwa nguzo ya wingu, usiku kwa nguzo ya moto. Aliwapa chakula cha mbinguni, yaani mana, na maji kutoka kwenye mwamba. Nguo zao hazikuchakaa wala viatu vyao wa havikuchakaa. Kila hatua ya safari yao, Mungu alijionyesha kwamba yeye ndiye mokozi wa kweli na mwenye nguvu zote. Lakini cha ajabu, walipofika mlima wa Sinai, Musa aliondoka kwenda kumsikiliza Mungu. Wakachonga ndama wa dhahabu wakasema, huyu ndiye mungu aliyetutoa katika nchi ya Misri. Waliyazungumza hayo watoto wao wakiwasikiliza. Waliyazungumza hayo, kulikuwa kuna watu wa pembeni walikuwa wakipita, wakiwa na wana Israeli wakisafiri nao, waliyasikia. Walimsahau yeye aliyewapigania, wakamsahau Mungu aliyewatetea kwa kishindo kikubwa. Nikuulize rafiki, umewahi kupitia usaliti kwa kiwango hicho? Kama Mungu mwenyewe mwenye uwezo mwenye mkubwa alionyesha upendo wa kweli na uaminifu wote kwa watu wake, lakini bado alisalitiwa. Kama Mungu aliyowapigania na kuwaokoa walimgeuka, kuna ajabu gani ya wewe kusalitiwa na mwanadamu aliye dhaifu kama wewe? Ndiyo, hakuna cha ajabu, ila kuna maumivu makali unayoyapitia. ni kumkabidhi Yesu moyo wako huu ambao una maumivu ndiyo sehemu si pekee iliyo sahihi ya kupata faraja na uponyaji wa nafsi yako. Kama wengine wamechagua kukuumiza, Biblia inasema wewe chagua kupona. Kama wengine wamechagua giza, wewe chagua mwanga. Kama wengine wamechagua kukusaliti, basi wewe chagua kusamehe na kuendelea kuishi. Wewe chagua kuwa na amani ya kweli, na amani hiyo ya kweli unaipata kwa kumtwika Yesu fadhaa zako zote, kwa maana yeye anajishughulisha sana na mambo yako, na hakuna mtu mwingine anaweza kukubeba kwa upendo na uvumilivu kama Yesu. Kama aliweza kubeba maumivu ya ulimwengu mzima mabegani mwake, anaweza kubeba pia kilio chako, anaweza kubeba majonzi yako, anaweza kubeba mateso unayoyapitia. Kumbuka Biblia inasema Bwana yupo karibu na waliovunjika moyo. Hivyo basi mgeukie Yesu kwa moyo wako wote, si kwa maneno tu, bali kwa moyo mzima. Mpe udhaifu wako, mpe hofu yako, mpe kila jambo linalokusumbua katika maisha yako. Mwambie umechoka kubeba mwenyewe. Sasa mkabidhi na yeye mikononi mwake. Kwa sababu Yesu hakati tamaa, wala Yesu hashindwi jambo lolote. Mpe nafasi, mwambie Yesu shida zako. Awe mkombozi, awe msimamizi. Hakuna jambo lisilowezekana, na hakuna mlima usioweza kupanda. Nina imani kubwa. Nina imani kubwa. Nina imani kubwa kwa Yesu.